Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Kufresh kabisa. Kabisa yani. Na haya nambie, huu mwezi mtukufu. Somu inapanda? Ah, inapanda kabisa. Hii ndo somu yetu ya kwanza tunaanza kufunga leo na bado ishirini na tisa, maana tunafunga somu thelathini. Ili uone uhakika utamaliza zote. Safi sana. Zote. Safi kabisa. Unanifurahisha sana na hivi, yale mazungumzo yetu ambayo tulizungumza kuhusu na kuachana na mambo ya nasa nasa haya, ulevi, Mungu ufanya wizi umeona, eh na mambo mengine yote umeacha kaka. Yani mimi alimango yote ya kishenzishenzi ya dunia dunia nimetupilia kuni eh. kwa hiyo kwayo inamaana, sasa hivi umwezi ukiufunga ukiumaliza wote, unanyoosha moja kwa moja, niwe ni shehe, sitaki mwanamke, sitaki pombe, sitaki chochote, mimi nadili na Mungu wangu tu. Safi sana ndugu yangu, labda nikwambie kitu kimoja. Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema anasema hivi, unakomtoa mtu kwenye barabara ya matope au vumbi mm. Unalijua tope mm. Unamtoa mtu kule topeni alafu unakwenda unampeleka kwenye lami, ngoma imenyooka hivi, peponi moja kwa moja mm. Pepo moja kwa moja, yani umebashiriwa pepo. Kwa hiyo mimi hapa ninavyokuambia sasa mimi ni mtu wa peponi, baada ya we kukutoa kwenye barabara ya vumbi au kukutoa kwenye tope kaka, hilo ndoa shaka pepo umepata. Kwa ajili yangu pepo hey. Umepata yani, mimi mambo ya kishenzi ya kidunia dunia sina haja nayo tena, nimekuwa mtu mpya <laughs> na mimi nadili na Mungu wangu tu ndo kitu kilichobaki sasa hivi hey. na mimi ndicho nilichokuwa nataka, na sio wewe, tutakuwa vijana wote hapa mtaani, mimi niwarekebishe wap, nipate pepo kupitia wao kabisa. ya mimi si mambo ya wanawake, pombe, si sigara, bang. Mimi nimewacha kila kitu, mi nadili na Mungu tu. Safi sana ndugu yangu, safi sana yani umenifurahisha. Yani mimi saki mambo yoyote sasa hivi. Hmm. A, amerudiana nani? Hmm. Si feti. Hii feti karudiana na ule mshikaji. Na sasa alikuwa mpenzi wako wewe huyo. Yeye huyu. Sema nini? Wewe achana naye kwa sababu sisi tumeshakubaliana kwamba unafunga mwezi wa mtukufu Ramadhani, na unanyoosha moja kwa moja, yani unakuwa shehe moja kwa moja. Haya mambo ya nasa haya, achana nao. Waache watoto wadogo wasielewe. Ndio, lakini wanatembea njiani. Achana nao, wanatembea njiani, hawajiheshimu. Umeona mwezi wa Ramadhani, ule mtoto wa Kiislamu anapita na ule chuga ule, matatizo matupu, acha nao. Mimi namfuata unamfuata vipi bwana, acha ujinga wako, umpate ako mtulia bwana, umesikia? Mimi ushanibashiria pepo kaka, hapa utoki. Umenibashiria nini pepo? Mimi ni mtu wa peponi. Hivi ukienda kumfuata yule, unanitoa tena, miguu natoka nje s-huendi kokote mimi, ni mtu wa peponi. Oya babu, mimi mtu wa peponi <laughs>